Wabunge wa chama tawala cha Kenya Kwanza wanaomuunga mkono aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua wameendelea kukumbwa na masaibu chungu nzima. Hii ni baada ya wabunge hawa kupigwa na mawimbi ya kubanduliwa kutoka kwa uongozi wa viti mbalimbali mbali katika kamati ya bunge la kitaifa. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na ambaye pia ni mwendani wa Gachagua amebanduliwa kutoka kwa uadhifa wa mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa. Nafasi ambayo imechukuliwa a na mbunge wa Alego Usonga Samuel Atandi. Nyoro amelaumiwa kwa kutenga fedha zaidi katika eneo bunge lake. Shoka hili halikumkwepa mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba ambaye ameondolewa katika kamati inayoangazia katiba na nafasi yake kutwaliwa na mbunge wa Runyenges Eric Karemba Wamuchomba, ambaye alionekana akipinga vikali kung'atuliwa mamlakani kwa Gashagwa, amesalia bila wadhifa wowote katika kamati ya bunge la kitaifa. Mbunge wa Embakasi Kaskazini James Gakuya ni miongoni mwa walioathirika wa na mabadiliko haya ya bungeni. Swali ni je, wabunge hawa wamebanduliwa mamlakani kwa utendakazi mbaya au kwa kumuunga mkono Gashagwa? Nikiripotia dira ya kibu ni Jackson